Bwana Yesu asifiwe msifu as Yesu Kristo tumepata nafasi tena ya kumtukuza Mungu kwa siku uh, njema kwa kwa leo. asante baba kwa wema wako asante kwa baraka zako asante baba kwa utupa zawadi ya uhai mwisho. Kwa kwa wewe ni Bwana, wewe ni mfalme wa wafalme mtakatifu atuangaze na kutuongoza naomba baba atufundishe neno lako, ili tuenende katika njia inazot, inazotupasa na kurudi katika njia ile ya asili ambayo ulituumbia baba. Umetuumba kwa sura na mfano wako, naomba baba, neno lako liturekebishe tufanane na wewe, ni katika jina la Kristo Bwana wetu naomba nakushukuru, amin. Ayubu sura ishirini na mbili mstari wa ishirini na moja. Neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21, linasema "Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia." Anasema, mjue sana Mungu. Kwa kuna pattern, kuna namna ambayo tunapaswa kuienda, kuna utaratibu ambao tunatakiwa kuutumia. Anasema, mjue sana Mungu, sio tu mjue Mungu, hapana, mjue sana Mungu. Kuna kivumishi hapo Uh, sio mtaalamu sana wa lugha hasa Kiswahili lakini nafikiri hiki kinaitwa kivumishi cha sifa. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa kumbe jambo la kwanza kabisa, sisi kama uh, waamini tunapaswa kumjua Mungu. Tunapaswa kutafuta uso wa Mungu. Tunapaswa kujua Mungu anataka nini kwetu. Mungu anapenda tum, tum, tumtendee nini? Kwa sababu mara nyingi sana inakuwa kwamba tunapokwenda kanisani, tunaposali, tunapofanya vitu vingi sana, tunakuwa sisi tunahitaji kutoka kwa Mungu. Which is true, which is okay, yani ni sahihi, lakini tumewahi kujiuliza kwamba Mungu anataka nini kwetu? Je, sisi uh, hebu chukulia hivi, kila siku unampa zawadi mtoto um, wako eh, unampa zawadi Uh, awe ni, ni wa kiume au wa kike, unampa zawadi kila siku kila siku kila wakati, na anapochukua anaondoka, anachukua anaondoka, anachukua anaondoka. Huyo ni mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili unampa na yeye zawadi kama huyo mwingine, lakini huyu mwingine unapompa zawadi anarudi, anakwambia asante, lakini pia anakurudishia, anakupa na wewe kidogo. Kama ulimpa biskuti boksi zima, basi anatoa biskuti moja anakupa. Kwa vyovyote, huyu mtoto wa pili anaonesha kwamba anaenda katika mstari ambao unampendeza yule mzazi. Kwa nini? Kwa sababu anaonyesha shukrani, anaonyesha kwamba pamoja na kwamba wewe ndio chanzo, wewe ndio source, lakini na mimi pia ninaweza nikafanya kitu fulani kwako, ninaweza nikakurudishia shukrani, ninaweza nikakupa kitu fulani. Kwa hiyo tumewahi kujiuliza kwamba Mungu anataka nini kwetu? Tumewahi kumuendea Mungu tukakaa naye kwamba katika maombi au katika uh, muda wa binafsi kujiu, kumuuliza kwamba ni nini ambacho anataka kutoka kwetu? Tumtendee nini ambacho kinamfurahisha ki, uh, yeye Mungu anapenda ibada uh, kuabudiwa. Mungu anapenda uh, kushukuriwa. Mungu anapenda sifa. Mungu anahitaji fellowship, anahitaji ushirika na sisi. Kumbuka mwanzo Eh, tukisoma kitabu cha Mwanzo anasema alikuwa anakuja kukaa na Adam na Eva wakati wa jua kupunga. Alikuwa anatafuta fellowship hapo. Kumbuka kuna makerubi kuna maserafi kuna wazee ishirini na wanne kuna wanyeuhai wanne wote wakati wote wanaimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, lakini yeye anawaacha wale, ananifuata mimi na wewe, anatufuata sisi binadamu. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu na sisi anataka tumhudumie, tumtumikie. Lazima tu cha kwanza mjue sana Mungu. Sasa ukishamjua ni Mungu sana, na hii ni kitu ambacho hakikamiliki, hakina utimilifu. Uwezi kusema kwamba mimi nimemaliza silabasi ya kumjua Mungu. Nimeshamjua Mungu sana, sasa nimemaliza. Hapana. Kila siku Mungu anafunua kitu kipya. Ndio maana hata wenye uhai wanne na wale wazee ishirini na wanne wanainama, wakiamka, wanaona sura tofauti ya Mungu, wanaabudu tena, wakiinama, wakirudi tena, wanaona sura tofauti, wanarudi tena kwenye kuabudu wakiinama wakiruka. Ndio maana wale wamepewa uh, crown wamepewa kofia wamepewa hadhi uh, lakini wanaiweka chini kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Wanauona ule utukufu wa Mungu ulio juu kabisa, wanaabudu wanasujudu. Mimi na wewe je, tunafanya hivi? pamoja na wote hawa wanaomsujudia, lakini yeye anaacha anakuja kunitafuta mimi na wewe. Kwa hiyo tu, tu tumjue sana Mungu, hatuwezi tukasema kwamba tumeka, tumekamilisha silabasi ya kumjua. Kwa nini? Kwa sababu kila wakati anabadilika, sura mpya anafunua uh, eh, nuru mpya kwetu. Anasema uh, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua, Yeremia 33 mstari wa 3. Tunapomuita, anatusikia anafungua uh, kitu ambacho kiko sirini anatupa password fulani tunapata kujua kitu kimoja anatupa password nyingine tunapata kujua kitu cha pili kwani huu umeme ambao leo tunautumia umeanza kufahamika hivi katika karne hizi tunazo tunasoma katika historia hapana umeme uliumbwa toka mwanzo kumbuka Mungu ameumba yanayoonekana na yasiyoonekana hii advancement ya teknolojia huku kukua kwa teknolojia ambako tunako leo sio kitu kipya kwa Mungu hakumshangazi Mungu hata kidogo kwa sababu yeye ndiye aliyetupa ufahamu sisi ndio leo tunaweza kufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ametufunulia siri hiyo, yeye anajua yanayoonekana na yasiyoonekana. Ndo anatuambia mjue sana Mungu. Kadiri tunavyozidi kumjua, anazidi kutufunulia siri zake, anazidi kutufunulia yale ambayo ameyaweka kwa ajili ya watu wake. Anasema ili uwe na amani. Sasa kumbe, baada ya kumjua Mungu, kinachofuata ni kupata amani amani ni tunu ambayo inaonyesha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Unapokuwa na uh, changamoto fulani ukamwomba Mungu akakupa amani, maanake tayari hilo limeshakuwa limeshatatuliwa limeshakuwa solved. Kwa hiyo ile amani ni lugha, lakini pia ni uthibitisho wa uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Sasa ndivyo mema yatakavyo kujia sisi. Tatizo ni kwamba tunataka mema yatujie kabla hatujamjua Mungu. Tatizo ni moja. Mungu hana shida katika kutupa vitu, lakini vile vitu vitakuwa ndo miungu yetu. Sasa tusipomjua Mungu, tuka tukapata mali au, vyovyote au kitu kingine tukapata yale mema ya Mungu, yale mema ya Mungu yatageuka kuwa miungu yetu, tutaabudu mali. Ndio maana anasema n ni ngumu kumtumikia Mungu na mali. Utaamua aidha kuambatana na huyu, utamwacha huyu. Kwa hiyo, Mungu hana shida kutupa mali, Mungu hana shida kutupa mema yake, lakini kwanza mioyo yetu im, imthibitishie kwamba sisi tume yeye amejaa ndani yetu. Ndio maana anasema mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa tunapompa mioyo yetu uh, yeye ndo awe mwongozi wetu, yeye ndio awe anayetuongoza nini cha kufanya, yeye ndio awe dereva. Ukisoma Zaburi ya kumi na nne uh mstari wa pili inasema Zaburi ya kumi na nne mstari wa pili inasema, toka mbinguni Bwana awachungulia wanadamu, aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kwa kumbe tunapomtafuta Mungu ni kwamba sisi tumekuwa na akili. Kwa mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo tusitake mema yatujie ya kabla ya kumjua Mungu, kinachotangulia kwanza ni kumjua Mungu. Baada ya kumjua Mungu inayofuata ni amani, baada ya pale sasa ndivyo mema yanavyotujia. Anasema katika Zaburi ya ishirini na tatu mstari wa, wa, wa nne mstari wa tano samani anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichoni pangu, na kikombe changu kinafurika. Kwaho Mungu kukijaza kikombe chako kikombe changu wala sio shida, lakini kwanza, je, moyo wangu unamuelekea Mungu? Moyo wangu unamtafuta Mungu? Nina um, ninamjua Mungu kiasi gani? Je, kile ninachomjua Mungu ile namna ambayo Mungu amekaa ndani yangu inatosha mimi kuni kunifanya nisimame katika njia zake, hata ikija hari eh, kumbuka kwamba wa, wa, wa, wanafunzi wa, wa Yesu walikuwa katika boti, na yeye yuko kwenye boti, amelala ulipopiga upepo ambisho, wakaanza kumwambia Bwana, wewe ujali, mbona tunaangamia? Na mimi na wewe tunafanya hivyo wakati mwingine, tunamwendea Mungu kumlalamikia kwamba ukujali, mbona tunaangamia, wakati ambapo yuko ndani ya boti ye tumemwamsha tukamwonyesha tuka changamoto zetu. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo yeye anayaweza yote. Yeye ni alfa, yeye ni omega, yeye ni uh, multifaceted, ni El Shaddai, maana yake ana kila kitu. Yeye ndio aliyeumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Tukimtegemea yeye atatupa vyote lakini kwanza tumjue yeye. Anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo tusitake kwanza kupata mema tupa, tutake kwanza kumjua Mungu. Tukimjua Mungu na kupata amani yake, ndivyo sasa mema yatakavyotujia. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom.